Azam FC sasa hivi tumezoea ilipo, tunaona mashabiki vipi kukosekana labda kwa idadi kubwa ya mashabiki kule katika mchezo wenu dhidi ya Maneema, kuna namna kwenda kuathiri kitu chochote ama uh? Tunajua tuko ugenini, yaani ukiwa unacheza ugenini kwanza ile, ile matarajio ya kuona mashabiki wako huwa unayapunguza, una, una kwa sababu ni nadra kwenda ugenini kukutana na mashabiki na ugenini kwenyewe ni Kongo unajua mbali kidogo na Kongo nyingine Kinshasa, mbali zaidi, mm. Kinshasa ni mbali sana, ni upande wa pili kabisa wanje, okay. A Brazzaville na Kinshasa ni natazamana tu miji, lakini Brazzaville ni nchi nyingine. Brazzaville ni nchi, ni Kongo nyingine, yeye ni Kongo nyingine. Kongo ziko mbili. Mji wa Brazzaville na mji wa Kinshasa unatenganishwa na mto, mto Kongo. Kwa hiyo ukiwa upande huu ni Kinshasa, upande wa pili ni Brazzaville mm. By the way, huu hii Kinshasa kanaitwa Leopoldville. Sijui kama unajua ile Brazzaville, ile Ville ni mji manake, mm -hmm. Ni mji wa Brazza. Huyo Brazza ndio mtu aliyekuwa mkoloni akalipa jina lake ule, ule mji. Brazzaville maana yake mji wa Brazza. mm -hmm. Ehe, na huo Leopoldville mji wa Leopold. mm -hmm. Lakini huu sasa hivi ukabadilishwa jina kuitwa Kinshasa, kuondoa majina ya kikoloni wale wakabaki na jina la kikoloni. Eh, Brazzaville. Lakini ni miji ilivyo karibu. Tunakwenda sisi ni Kinshasa, Leopoldville. Kuna maeneo angalau ni karibu. Kwa mfano Ingekuwa hata Lubumbashi. Lubumbashi ni karibu kidogo, kwa sababu unaweza ukapita na basi hapa tatata tokatokea Zambia, ukapita kule Kitwe, toka Kitwe umeingia Lubumbashi, eh hapo nakula hivi kidogo kidogo, nakujua kule, mashallah eh, unafika Kapilimposhi, eh Kapili alafu unaacha njia kuja huku, kuja huku nani Lusaka huku e, Kabwe ukuendelea huku unakwenda kwa hiyo unakwenda Ndola, Ndola unapita unakwenda Kitwe, Kitwe ukitoka umetoboa huko mlango. Mm. Umeingia zako Lubumbashi. Lakini Kinshasa ni mbali sana, ni na upande mwingine kabisa, kwa hiyo hatutarajii kuwa na mashabiki kule. Mm. Lakini mashabiki wetu sisi wanatushabikia kimwili na kiroho, kwa hiyo kiroho tutakuwa nao. Mm. na tunawaomba sana wasituache e, watuombee kwa namna yoyote ile kwa imani yoyote ile. Mm. Dua yao ni muhimu sana kushindana tushinde pamoja. Hongereni sana Azam FC, naona sasa hivi mambo ni mazuri kweli kweli, umetambulisha CEO mpya na pamoja na msaidizi wake. Watu wengi nimeona wamefurahi sana kumuona Rashid Saif, CEO msaidizi wa Azam FC, lakini pia mali na hapo, nimeona ma security wanapendeza suti. Maendeleo haya mambo na mambo ya Azam ya siku zote tu, hayo mambo ya muda mrefu mambo ya sisi si, si, si, ya kwanza Tanzania kuwa na CEO sio CEO tumetambulisha leo. CEO wetu wa kwanza Sadi Kawemba 2013 hakuna timu ilikuwa na CEO hapa nchini, wakati huo sisi kuja na CEO 2013 Kwa hiyo sio kutambulisha CEO sasa, ni, ni muendelezo wa mambo yetu ambayo tumekuwa tukiyafanya tangu, tangu zamani, sio kitu kipya sana ambacho tunakifanya. Uh, of course, tumeleta kijana wetu Rashid Saif Muhammad Miskir kuwa um, CEO msaidizi. Um, ana uwezo mkubwa sana, bila shaka watu wanamjua anavyofahamu mpira, ameuchambua, ame, ame na watu walielewa sana wakati akifanya uchambuzi, lakini pia ameongeza ame elimu kuhusu mpira katika nyanja zote mbili, kiutawala na kiufundi, kwa maana kwamba amesomea pia ukocha na amesomea utawala wa mpira, so yuko vizuri katika maeneo yote mawili na tunatarajia sasa kile ambacho atakipata kutoka kwa Octavi Anoro kitamsaidia yeye kukua, lakini Octavi Anoro mwenyewe e, eh, ni mtu mahiri sana kwenye uongozi wa mpira katika ngazi zote za utawala na, na, na, na, na ufundi. E, eh, of course nikwambia tu kitu kwamba miaka karibuni hapa kulikuwa na kitu kinazungumzwa hapa transformation, tunaenda kupata la liga siyo nini na nini siyo, ulikuwa unakumbuka eh, ndio alikuwa yeye sasa Uh, ile, alikuwa yeye sasa, si unaelewa, sijui mimi hapa nimemtaja nani eh? <laughs> Yani, eh, kwa kifupi ndio hivyo, ukweli uko hivyo. Kwa hiyo eh, tunatarajia kitu kikubwa sana kutoka kwake, kutoka Jangwani, ila kuja, ah, viunga vya Azam Complex. Ah. Sawa, ya, majina ya watu bwana, ni hivi nachosema ni hivi, nacho hivi. Uh-huh. Kwamba kama, kama kuna watu wanakwenda kwenye laliga ya kujifunza uh-huh. Saa si tumeichukua laliga yenyewe tumeileta yani la liga ya yenyewe, yani, ya kwa, mm. kwa kifupi ni kwamba mm. e, tumeleta CEO eh e, kuchukua nafasi ya CEO wetu aliyopita, uh, Abdul Karim Amin Mohamed Nurdin ambaye amefanya kazi muda mrefu sana mm. na um, unajua <laughs> tumeenda group stage sahihi. Uh, ni yeye. Yaani ni mipango ambayo aliandaa tangu yeye, tangu huko wakati wa yeye. Mapambano yote alifanyika kazi zake mpaka safari hii imekuwa, lakini amepanda cheo sasa hivi ni, ni makamu wa rais, makamu wa kwanza wa rais anayeshughulikia na football kwenye senior team. So, um, ilibidi apatikane CEO mwingine na ndio yeye sasa amekuja, Octavi Anoro atashirikiana na watu wote waliopo na msaidizi wake Rashid Saif ambaye atamsaidia kujua utamaduni na mazingira ya mpira wa Tanzania, kwa sababu mpira ni mpira, lakini kila watu wana tamaduni zao. So inapofikia swala hilo eh, Rashida atamsaidia eh, kwa sababu yeye amezaliwa hapa hapa, amekulia hapa, anajua mambo yanayofanyika Tanzania. Eh, kwa hiyo itakuwa vizuri zaidi. Mimi nikushukuru sana <laughs> Chuga anataka ice cream achukua sehemu nyingine yote. Sijui, sehemu ziko nyingi sana ice cream.